Tupo katika uwanja wa ndege wa Songwe hapa Mbeya na kikubwa kabisa tumefika hapa kwa ajili ya kumpokea mkurugenzi wa Ikupa Financial Services Limited, na tutataka kufahamu kitu gani ambacho kimemfanya safari kutoka Dar es Salaam mpaka hapa Mbeya. Kwanza mkurugenzi karibu sana hapa Mbeya. Asante sana. Okay. Asante sana. Okay, sawa. Watanzania wanapenda kufahamu, labda pengine safari ya kutoka Dar es Salaam mpaka hapa Mbeya Uh, kilicho kufanya hasa huwezi kufika hapa ni nini? ni na ni muda mrefu na imani pia Mbeya najua, o, o, washabiki wa Ikupa wanatamani kufahamu kitu gani ambacho pia kimekufanya uweze kufika hapa Mbeya? Kilichonifanya niweze kufika hapa Mbeya ni tukio li, zima la tamasha ya kwaya ya Ruanda Moravian vijana. Kwaya ya Ruanda Moravian wana tamasha yao ambayo inaanza leo mpaka Jumapili lakini lengo kubwa la kufika hapa ni kutaka kuchangia. Mimi ni mgeni rasmi ambaye nimealikwa katika hilo changizo la kutaka kununua uwanja kwa ajili ya matumizi ya kanisa, lakini na gari kwa ajili ya matumizi pia ya kanisa. Yeah. Okay. Sawa, tutarajie labda pengine tukio litafanyika lini na muda utaanza saa ngapi kwa ambao wanatamani pia kufuatilia tukio zima? Okay, tukio linatarajiwa hitimisho kabisa la tukio linatarajiwa kufanyika siku ya Jumapili pale Rwanda Moravian, ambapo kutakuwa na ibada itakayoanza asubuhi, lakini mchana kutakuwa na hilo tamasha kubwa ambalo linajumuisha muunganiko wa kwaya tano na kwaya zingine mbalimbali mbali ambazo sijajua tathmini yake zilizoalikwa, lakini wote ni kwa ajili ya kushiriki hilo tamasha ambalo lengo lake kubwa ni kuchangia. Okay. Na mimi kama mkurugenzi wa Ikupa Financial Services Limited nimealikwa kama mgeni rasmi. Kampuni yangu ina dili zaidi na jamii ambapo inatoa mikopo kwa jamii, yani watu wengi ambao wameshindwa hata kukopesheka, basi kampuni yangu inawasaidia. Hivyo basi ishu nzima ya kuchangia kanisa, ukianza kuangalia ni the same na kazi yangu jinsi ninavyoifanya. Ni, yani ni, ni ishu nzima ya kama kutoa msaada au kurudisha kwa jamii kwa namna moja ama nyingine. Sawa, yeah. Tunafahamu pia Dar es Salaam ni sehemu ambayo makao makuu yaikupa ndipo yalipo, na labda pengine watu wanaweza kunijiuliza mara mbili mbili, kwa nini iwe Mbeya, labda pengine isiwe Dar es Salaam ama sehemu nyingine, na iwe Mbeya zaidi? Aa, mimi nimekuwa nikichangia karibu makanisa mengi Tanzania nzima, ikumbukwe ah, kama chombo cha habari unakumbuka hata kuna kipindi kulitokea maafa Hanang niliweza kwenda kutoa msaada lakini ikatokea ni Kilombero Tuliani niliweza pia kwenda kutoa msaada na ni makanisa mengi sana nimekuwa nikiweza kuchangia uh, kwa lengo la kurudisha kwa jamii kwa sababu kazi ya, ya kampuni yangu uh, uju, kwa ujumla wake ni, ku, ni, ni, ku, ni kusaidia jamii kwa hiyo ukianza kuangalia hata kanisa yani ipo ni kama swala la kutoa sadaka, unavomkopesha mtu ambaye hana mtaji, hajaweza kukopesheka sehemu yoyote, lakini kampuni yangu imeweza kumsaidia, ni sawa tu na unavotoa sadaka kanisani. Hivyo ni vitu ambavyo mimi vinaenda pamoja. okay. yeah. Sawa, so, labda pengine kwa mtu ambaye anaweza akamwona Ikupa amesafiri Dar es Salaam mpaka hapa Mbeya kwa ajili ya kusaidia katika hili ambalo pia ameweza kufanya uh, hapa Mbeya. Uh, unamtoa hofu kwa mtu ambaye watu wanaweza ah, bana, tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu ujao, labda pengine Ikupa mm, natafuta nafasi ya kutaka kupata jimbo hapa Mbeya, unamtoa hofu <laughs> namna gani kwa mtu ambaye anakutizama sasa? Mimi naomba tu nitoe, yani niseme niwatoe hofu watu, mimi sipo hivyo, sipo kwa hivyo mimi ni, ni mimi ninachangia tu na mimi nimekuja tu kuchangia huduma za kanisani kama nilivyosema hapo awali. Uh, Rwanda Moravian wana kwaya ya vijana ambayo inaitwa Paradise kwaya, ambayo inatarajia kuweka tamasha lake ambalo ni kubwa sana la kihistoria siku ya Jumapili, lakini lengo kubwa ni kununua uwanja na gari ambapo hivyo vitu vitatumika katika ku, wakati mwingine kuendelea kutoa ibada au kuwafikia watu ambao wameshindwa ku, ku, ambao yani ni huduma ambayo naweza nikaizungumzia kwamba hii ni huduma ambayo tunatoa ili tuweze kuwafikia watu kwa namna moja ama nyingine, tunawafikia watu hata kwa sadaka tunawafikia watu kwa mikopo yani, tunawafikia watu kwa namna mbalimbali mbali, katika kutoa misaada kuhusu masuala ya kugombea au, au kitu kingine, si hapana. Okay. Yes, sawa, la mwisho okay. Ungependa kuambia nini wakazi wa Mbeya na kuelekea tukio zima, na tufunge kabisa? Nataka kuwaambia wajitokeze kwa wingi kushuhudia hilo tamasha la kihistoria siku ya Jumapili, watajifunza vitu vingi watapata burudani ya kutosha, kwa sababu kuna kwaya mbalimbali mbali ambazo ni kwaya mahiri sana hapa Tanzania. Zitafanya matukio, zitahubiri, wataimba, watafanya vitu vingi hiyo siku ya Jumapili. Kwa hiyo napenda kuambia wakazi wa Mbeya wajitokeze kwa wingi kushuhudia hilo tukio. Sawa, okay, hmm. kwa majina rasmi? Kwa majina naitwa Ikupa Steven Mwaifane ni mkurugenzi wa Ikupa Financial Services Limited.